Wapiganaji wa Kihouthi nchini Yemen wamedai kuwa shambulio la anga la Marekani limelenga gereza lililowahifadhi wahamiaji wa Kiafrika na kuua watu wasiopungua 68 huku likijeruhi wengine 47 Katika shambulio hilo la kushtukiza la Jumamosi, lilitekelezwa na jeshi la Marekani kupitia kituo kikuu cha kijeshi kilichopo Mashariki ya Kati huku jeshi hilo likiwa halijatoa taarifa rasmi kuhusiana na madai hayo. Shambulio hilo limetokea katika mkoa wa Saada, ngome kuu ya waasi wa Kihouthi, ni tukio la hivi karibuni katika vita ya muda mrefu ya Yemeni vinavyohusisha vifo vya wahamiaji wa kiafrika hasa kutoka Ethiopia na mataifa mengine wanaopitia nchini humo kwa matumaini ya kupata kazi nchini Saudi Arabia. CNN imeripoti kuwa, tukio hilo linaweza kuzusha tena maswali kutoka kwa wanaharakati kuhusu kampeni ya Marekani dhidi ya Wahouthi, inayojulikana kama Operation Rough Rider, wakati utawala wa Rais Trump ukiendelea na mazungumzo na Irani kuhusu mpango wake wa nyuklia unaoendelea kwa kasi. Jeshi la Marekani, kupitia CENTCOM, limetoa taarifa mapema Jumatatu kabla ya taarifa ya shambulio hilo kuripotiwa likitetea sera yake ya kutotoa maelezo ya kina kuhusu mashambulizi yake ya anga Mashariki ya Kati. Sera hiyo imeibua utata nchini Marekani, hasa kutokana na matumizi ya programu ya Signal inayotuma ujumbe na Waziri wa Ulinzi Peter Hegseth kusambaza maelezo nyeti kupitia jukwaa hilo. Na nukuu, ili kulinda usalama wa oparesheni zetu tumechagua kwa makusudi totoa maelezo ya kina kuhusu mashambulizi yetu yanayoendelea au yajayo. Tutafanya maamuzi ya kijeshi kwa umakini mkubwa, lakini hatutotoa maelezo ya kile tunachokifanya au tunachotaka kukifanya, imesema taarifa ya CENTCOM. Pia jeshi la Marekani halikujibu maswali ya Associated Press kuhusu shambulio hilo lililodaiwa kutokea katika mkoa wa Saada nchini Yemen. Kituo cha televisheni cha al-Masirah kinachomilikiwa na Wahouthi kimerusha picha zinazoonyesha miili ya watu waliouawa na wengine walioumia katika tukio hilo. Pia wizara ya mambo ya ndani inayodhibitiwa na Wahouthi imesema na nukuu, takribani wahamiaji mia moja na kumi na tano walikuwa wamezuiliwa katika gereza hilo, ambapo kwa ujumla ya vifo vya watu 68 na kujeruhiwa kwa watu 47, imesema taarifa ya taasisi hiyo. Picha kutoka eneo la tukio zimechambuliwa na shirika la AP zinaonyesha kulikuwa na mlipuko wa aina fulani, kuta za zege zikionekana kugongwa na vipande vya mabaki, huku majeruhi wakionekana kuumia kwa vipande hivyo. Katika video hiyo, sauti ya mwanamke inasikika kwa upole ikisema dua kwa Kiarabu, kwa jina la Mungu. Risasi za hapa na pale zinasikika wakati wahudumu wa afya walipojaribu kuwahudumia majeruhi hao. Imeandaliwa na Helen Mdinda kwa msaada wa mashirika ya habari. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.